mi na mambo amebadilika, kwa mfano mi na kijana wangu sahivi wakati tuna katika kwenye family meeting tunapiga stori, namwambia ni mambo yamebadilika. mimi mm. wakati na miaka kumi na moja nilikuwa nikuwa darasa la kwanza, wewe una miaka kumi na tano huko yeah. mm. form tatu eh. umeona tena hey. yeah, mambo alivyobadilika yaani yeah. mimi na miaka kumi na moja niko darasa la kwanza, kwanza. yeye yeah. yeah. ana miaka kumi na tano yuko yeah. kidato cha tatu Narudi kwenye swali lenu kwamba elfu kushuka chini, elfu mbili kuja juu. mm. E, yaani yes. tofauti mkubwa umekita hapo. okay. Sababu huku kila kitu kilikuwa bado mifumo haijafunguka, umaona mm. Lakini hata kibaiolojia ni watu waliosoma biolojia wanasema kabisa, mm. hata ule kupevuka kwa watoto kwa kulikuwa, mm. kuna chelo kulingana na sasahivi sasa uh, sawa umetupa kidogo uh, kwa muhtasari. Okay. Tutazame kwa sasa maendeleo yamekuwa kwa kasi, teknolojia zinaongezeka kila kukicha na vitu vingi vinakuwa vina, vina, vina, vina uh, kwa maana ya teknolojia, lakini masuala mengi tu yanaongezeka ongezeka kija katika vyakula, katika mambo ya makuzi ya teknolojia kwa maana ya madawa, mambo ya maendeleo na kadhalika. Usasa umekuwa mwingi zaidi. Tuna watoto ambao mwisho wa siku tusipowalea katika maadili ambayo ni mazuri wanakuja kuwa ni bomu baadaye, auna, ndo hawa waje kuwa wazazi tena, yani waje kuoa na kuolewa na watengeneze familia, lakini huko walikotokea mazingira yamekuwa ndivyo sivyo. Uh, tunafanyeje sisi uh, kama jamii kama wazazi kama walezi kumtengeneza huyu mtoto akuwe na baadaye aje awe uh, ni baba bora, mama bora. Unapozungumzia uh, yani ku, ku, kumtengeneza mtoto humtofautishe hmm. na wazazi kwa malezi ya kwa sababu wazazi ndio kiini cha kila kitu. Sawa. Wazazi ndio msingi wa kila kitu, kwa sababu bila wazazi hata yo mtoto hayupo. Kwa hiyo huwezi kumtofautisha mzazi au familia na na na na mtoto na, mm. na unavyoelewa kabisa familia ni miongoni mwa taasisi bora na kubwa kuliko zote mm. ambazo unazijua, kwa sababu taasisi ya kwanza. Kwa hiyo kutokea kwa eh, sababu taasisi ya familia ikitaka, yeah. kutoa fisadi na toa, ikitaka kutoa mchungaji na toa, ikitaka kutoa si mcheza mpira na toa mm, mm, yani kila mtu anatokea kwenye familia mm. na ndio maana serikali kwenye baadhi ya sheria mbalimbali yani imeweka mkazo sana kwenye hizo za familia mm. eh, sawa Uh, tupo kwenye ulimwengu wa sasa hivi, ulimwengu ambao tunaamini vitu vingi sana vinafanyika vina, vina, vina lakini vitu, vitu, vitu, vitu, vitu vinafanyika hivyo, likimaanisha maadili kumonyoka, kuiga mtindo ya maisha yanafanyika, na nyie wazazi mko nao nyumbani watoto. Sasa hizi mlopata watoto, ni kazi gani kubwa ambayo uh, inatakiwa kufanyika ili kuhakikisha kwamba hiki kipindi tulichoko kisiende na kizazi chetu ambacho tunalenga kukipata kuitoa kwenye familia zetu huko. E, tunakualea hawa watoto kama ulivyozungumza, tunaandaa watu wengi sana kutokea huko <coughs> wa wanyanja tofauti tofauti. Uh, moja ya kitu ambacho lazima wa, sisi wazazi tutambue hmm. Kwanza tukubali mabadiliko mengi yameingia, na lazima tukubali tuendane nayo. Miongoni mwa vitu ambavyo lazima tupambane navyo ni kuhakikisha kila iitwapo leo mm. Watoto tunawaambia hali halisi ya maisha ilivyo. huwezi mm. kumwacha mtoto tu amekuwa mfano mimi na kuna familia nyingi unaona. Yaani mtoto anakuwa kama yeye ndio final say. Mm. Yaani mtoto anavyotaka mm. ndivyo familia inavyotaka. Yaani familia inaenda kwa sababu ya hey, kauli ya mtoto. Haijalishi kwamba mtoto labda ana kipato gani au ana nguvu gani au ana uelewa gani ndani ya familia. Mm. Lakini familia tumesema, mtoto ni product ya familia, yaani mtoto ni bidhaa ya familia. Sasa sisi kama familia tuna haki na wajibu ya kuitunza hiyo bidhaa yetu, ili baadaye tunapoingiza sokoni mm. iwe na mantiki. Mm. Kwa hiyo, familia, sisi wazazi bado hatuwezi kujiepusha na monyoko wa maadili utakaojitokeza kwa familia dhidi ya watoto mm, yaani unapoona mtoto yoyote ameenda mm. Amefanikiwa katika kila aina ujue, yeah. Wazazi wamewekeza kila kitu, nguvu, akili, mawazo, ikiwezekana uchumi upo ndani yake kwao. Sisi kama familia sisi kama wazazi, ni lazima kwanza tuendane na mazingira yaliyopo, tusome, tueleze. Huwezi ukasema kwamba kwamba wazazi nao waingie kwenye mfumo wa wanaoishi wa, wa, watoto, sio kwamba waingie kwenye mfumo unaoishi na watoto, kwa sababu ile mifumo ambayo ambayo yote ipo ni yeah. kwa sababu ya mabadiliko ya yeah, yeah, ya kitabia, yeah, yeah, kitabia. Yeah. Yeah. kwa mtoto anapobadilika kitabia au mabadiliko lazima sisi tuondoke nayo mm. na tunaondoka nayo lazima tuwaasi watoto mm. tuwaase kwamba bwana sisi miongoni mwa vitu ambavyo vimetufanya mpaka tumekuwa yeah. hapa mpaka tumewapata nyee yeah. tulipita hapa hapa hapa hapa mm. lakini kulingana na nyewe kizazi chenu au generation yenu mm. ina mambo mengi, mabadiliko mengi na maendeleo mengi, lazima tujifunze namna ya kutumia mm. Tut na ya kutumia hii silete athari kwenye makozi yenu kumsikiliza pia Father Karebo. Ndio, anatamani kushare neno hapa sababu anasema kwamba hivi